Nikukaribishe tena katika mafundisho yetu ya vijana. Lakini leo nataka kuongea na mwanamke kijana. Mwanamke kijana unayenisikiliza. Usianzishe maisha ya mtu mwingine kwenye maisha yako, wakati wewe huna uwezo wa kuyaendesha maisha yako mwenyewe. Usifanye makosa haya ya kuanzisha maisha ya mtu mwingine kwenye maisha yako wakati wewe huna uwezo wa kuyaendesha maisha yako. Ninaposema unayaanzisha maisha ya mtu mwingine, ni pale mwanamke kijana unapoamua kuzaa mtoto, wakati wewe mwenyewe bado hujiwezi. Na ninaposema huna uwezo wa kuendesha maisha yako, nina maana gani? Huna uwezo wa kula, huna uwezo wa mahali pa kulala huna uwezo wa kuvaa. Kama huna uwezo wa kufanya vitu hivi kwa kipato chako mwenyewe, sio kwa kuombaomba kwa watu wengine, usithubutu kuanzisha maisha ya mtu mwingine wakati wewe mwenyewe hujiwezi. Huna sababu ya kuzaa mtoto atakaye kutesa wewe mwenyewe na yeye mwenyewe, ateseke bila sababu za msingi kwa sababu wako wanawake vijana wengi ambao leo wako mtaani wanateseka, wamezaa na wanaume na wanaume wamewaacha. Wewe ujue namna gani mtoto atakula, wewe ujue namna gani atavaa, wewe mwenyewe uwezi kujivalisha, wewe mwenyewe uwezi. Yani inafika wakati inabidi usili mtoto ale, au uende uombe kwa mtu mtoto ale, lakini wewe ushinde na njaa. Sikiliza nikwambie, mwanamke kijana, kwani ujiteze kiasi hicho? Unalipo shilingi ngapi labda Biblia inasema Bwana atakupa akili katika mambo yote. Maanake uwe unafikiri kabla ya kufanya vitu. Biblia inasema usiwe kama nyumbu asiyekuwa na akili. Mke nyumbu huwa hajui anaenda wapi ana kuendaga tu bila hata kufikiria anakokwenda. Mungu anataka watu wafikirie vitu kabla hawajavifanya. Kwa nini uteseke? Kwa nini uteseke? Kwa nini uteseke? Haupo kwenye ndoa kwamba unalazimika kuzaa. Mtu tu mpita njia amekupa mtoto unateseka wewe peke yake. Na wanaume wengi kisha kuwa na mtoto na yeye hana maisha na wewe una maisha anaendelea kwenda kwa wanawake wengine wenye maisha wewe unabaki peke yako unateseka. Mimi nikuombe. Kuna sababu ya kujipatia mateso yasiyokuwa na sababu. Basi kuanzia leo anza kusoma neno la Mungu na kuliingiza neno la Mungu ndani yako na kuliishi, ili likupe akili, mwanamke kijana, ujue ni namna gani ya kuishi. Mungu akutendee mema na akusaidie uinuke kutoka hapo ulipo katika jina la Yesu, amen.